Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatu, na mshukuru Mwenyezimungu, mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, mumba mbingu na ardhi, aliyetujaalia mimi kuniita Mzee Sagai na wewe kukuita jina lako lilozaliwa nalo. Tunza sana jina lako, heshimu sana jina lako, kisha nacho kushauri kitu kikubwa kabisa katika hii dunia. Hebu kwanza tafuta nyota yako, uangalie nyota yako ni nyota gani? Sio naishi tu, uelewi mbele, usogei nyuma urudi, ndio sababu unakuwa maskini. Jitambue, eh? Elewa nyota yako kwamba ni nyota gani eh? Kisha baada ya kuelewa nyota kwamba ni nyota gani, elewa nguvu ya nyota yako ni ipi. Ukishaelewa nguvu ya nyota yako ni ipi, basi wewe utakuwa umeshinda. Ninazungumza haya kwa sababu moja kubwa sana, kuna watu wengi hawajitambui. Unakuta mtu anatembea, akishatembea, adui yake anafika, anachukua unyayo wa mguu wake yule mtu anaanza kubabaika kwamba atakufa. Anababaika kwa sababu hajui nyota yake ni nyota gani. Wewe inawezekana nyota yako ni moto. Leo mtu anakuja kuchota unyayo ambaye ni udongo. Wapi na wapi shela, ataroga mpaka atatamikia. Huwezi ukatulika hata uh, siku moja eh. Leo nazungumza na watu ambao nguvu yao inatokana na maji. Yapo maji, wengi imesoma katika history kwamba kuna bahari nyeusi Ina haziingiliani, yani bahari ile, kuna mpaka bahari hii na hii zimekaa, hazikutani, ina siri kubwa sana pale. Wenzenu wazungu wenye kuelewa, wa eh, watu wa North America, wajanja kwelikweli, wanaitumia hiyo bahari, wanakwenda wanachukua maji pale, wanafanya kwa sababu walikugundua kitabu kimoja katika nchi ya Iran, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mfalme Suleiman d kulikuwa na kitabu ambacho kilielezea siri ya majiari na faida ya majiari. Sasa watu wanaamua kuyatumia kwa ajili hiyo. Mashaallah watu wajeni. Uchawu, uko uko wa guba ya wajeni. Tukizungumzia guba ya wajeni tunazungumzia Iran, tunazungumzia Iran eh, na pembezoni kwake pale ndio kwenye asili ya mambo mengi. Uchawi umetokea huko huko, matajiri wametokea huko huko kila kitu Mwenyezi Mungu alichokuwa kikiletea kuburi na mambo mengi yalikuwa yanatokea pale. Mitume karibu wote wamepita huko katika hizo nchi. Sasa nakuelezea hii bahari eh, ni kwa nini zinakuwa hazikutani? Sipendi kuwa hivi, haya ni masomo ya mashehe, ndio wanaweza wakakuuliza na wale wanajimu na watu wengine, lakini napenda kueleza faida ya yale maji yaliyoko pale. Yale maji ukiyachukua kwenye chupa ni maji mazito sana, halafu maji yenyewe yanabadilika rangi leo kifani hiki unaona, inakuwa kama shaba yani inakuwa na weupe, matone ya weupe eh? Ukiamimina kwenye sahani nyeupe inakuwa mekundu eh? Yani yanakuwa yanacheza huku na huku. Sasa yale maji yana siri kubwa sana ndugu yangu. na mahudamu wa pale ni wale mahudamu wakubwa, hata katika nguvu za vita bini, kwa hiyo mimi nakwambia kwamba ninaleta yale maji, nimeletewa yale maji na yako hayo maji nitakuja kuyaonyesha hadharani nguvu yake. Usianze kunipigia simu na kuyataka kwa sababu unatakaga kila kitu, nikiwa nacho mnanifilisi mimi. Tazawa nikuwa gari eh, nilisema fimbo, mkaja kuwa fimbo eh, zikaisha, watu wengine wanakosa eh. Na kuna wengine wanaweka akiba, wanafikiria kwamba hiki itakwisha, alafu itakuwa namna gani? Sasa farini na haya maji, haya maji ni kwa faida yako ya kukutoa katika umasikini, kukuingiza katika neema ya mali. Shauri yenu wenzenu wa Arabu kule, wao hawawezi kuchimba kisima cha mafuta bila kuweka matone ya hayo maji. Leo mnakangana Mercury, Mercury, Mercury, mnafumbwa macho. Maji yale yatumieni, ili muweze kunufaika. Nitakuja kuleteni vipindi vingine kuweza kuonyesheni ile maji muyaone, maana watu wanasikia vipindi vyangu wanatengeneza maji yao ya ajabu ajabu wanawauzieni. Ogopa sana hao watu. Mimi nitakayo kuonyesha ndio kwenye atakuwa maji ya kweli, na tunafanyia majaribio ili uweze kuenenda na kufanya vizuri zaidi. Haa, asalamu alaykum, usiache kuendelea na mimi ili tuweze kumaliza kipindi chetu kwa amani na salama. Salamu salamu alaykum warahmatullahi.